Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja paliondokea na mvulana mmoja aliyekuwa anaitwa Saad. Saad alikuwa na shamba lake zuri na shamba lake lilikuwa fertile, lakini alikuwa mvivu kupindukia Yani alikuwa hata hashuliki lile shamba lake ye, kazi yake ni akienda kwenye shamba atafute mti akae kwenye kivuli ama aende akapige umbea na marafiki zake. Siku moja mjomba wake mmoja mwenye akaja akamtembelea. Yule mjomba wake alikuwa ni mkulima maarufu sana, alikuwa anafanya kazi yake vizuri, analima shamba lake vizuri na anapata mazao mazuri, akienda kuuza anapata kipato kizuri. Sasa hiyo siku huyo mjomba wake alikuja akamtembelea, akamwambia Saad mwanangu, Mwenyezi Mungu amekubariki na hili shamba, kwa nini usifanye kazi ukapata, ukapata mazao ukauza? Shamba lako zuri na watu wanatamani kuwa na shamba kama hili, na pia shamba lako mchanga wake una rutuba nzuri, yani uko fertile. Kwa nini usipande miti angalau hata kama matunda ukauza? Yule Saad akamwambia, mjomba bwana, mimi mechoka choka siku hizi lakini ntapanda next week inshallah ntapanda. Yule mjombake akamwambia sawa, basi jitahidi upande. Haya, mjombake kaenda zake. Sasa siku zilivyoenda, kila mtu ikaa afanya bidii kwenye shamba lake, kila mtu yualima kupanda panda mbegu. Mara baada ya muda mchache, mvua ikanyesha kubwa Mvua ilivyonyesha yule Saad amekaa tu, yaani hata hashtuki, amekaa tu kwa nyumba, sema mimi nitaanza wiki ijayo. Kila siku anasema mimi nitaanza wiki ijayo kupanda, kila siku nitaanza wiki ijayo. Sasa mvua ikanyesha vizuri, mvua ikaisha. Ilivyoisha sasa wale wakulima wengine wenye wameanza kupanda, zile seeds zao zimeanza kuchipuka, mazao yameanza kuumea vizuri. Haya, yule Saad pia anasema mimi nitapanda next week. Sasa mvua, season ya mvua ishaisha, likaja jua sasa kali Sa, wale watu wenyewe walikuwa wakiangalia mashamba yao, wakitia maji na sasa hivi venye mimea ilikuwa inahitaji jua ikakua tu vizuri. Sasa hiyo siku venye venye Saad alisema ah, acha leo nianze kuplanti zangu, akaamka mwenyewe akaenda shamba na bidii. Kufika sasa, venye mvua imenyesha, mchango umekua laini, lakini sasa jua lilivyokuja, mchango umekua mgumu. Sasa hawezi kulima, hawezi tena kulima kwa sababu ardhi yake ishakuwa ngumu na hajapanda kitu chochote. Wale wenzao karibu ni watavuna. Haya, ikawa hana kitu cha kufanya maskini, kwa sababu uvivu wake umemponza. Wenzao wenzao karibu matunda wataanza kuvuna, mboga vitu vingi venye wamepanda vimekaribia kuvuna. Ikabidi arudi tu zake nyumbani. Baada ya muda kidogo, wale wakulima wenzake wakaenda wakavuna, ikawa endazao sokoni kuuza mazao yao huyu yeah, Saad na uvivu wake amekaa, hana pesa hana kitu chochote, njaa imemuuma, hajua afanye nini eh, kabidi tu aende kwa mjomba wake. Alipoenda kwa mjomba wake akamwambia, mjomba, mimi najuta kwa nini sikukusikiza hapo hapo nipande, sijui kwa nini sikukusikiza nilimesha mbalangu vizuri. Sasa hivi sina hata shilingi na sina hata kitu cha kula, na sijui nitamwomba nani. Ule mjomba wake akamwambia, usijali, muda haujaenda sana waweza ukajirekebisha. Kwa sasa mimi ntakupa haya matunda kidogo lilopanda maanake, mengine mimi naenda zangu kuyauza mpate faida. Haya, chukua, yatakusaidia kwa mda mfupi, lakini usilalelale anza kulishughulikia shamba lako kwanzia na sasa. Yule Saad akafurahi akamwambia, asante mjomba wangu, mimi sijui ni nani angenisaidia kama si wewe, maana kila mtu ananiona mimi nikilala kwenye kivuli nkipijapija gumzo na watu lakini wewe alhamdulillah umenisaidia, najua nikienda kuomba msaada huko kwingine nsingepewa. Akaambia, basi ndo ubadilike. Maana hakuna yani uweze ukafanya kazi alafu ukapata mazao ukose kufurahi. Kama tuseme wewe ukiamua, okay, upande shamba lako vizuri upate mazao vizuri, si utafurahia kwamba alhamdulillah mimi hii juhudi yangu ndio imenipa riziki. Eh, kwa hivyo wewe nenda ukafanya hivyo uanze kushughulikia shamba lako. Saad akasema, kwanzia na leo mimi sitokuwa tena mvivu, mimi nitashughulikia ya shamba langu, yani nitashinda huko shambani, heri nilale huko madamia lakini nilime, kila kitu kiwe sawa. Kwanzia na hiyo siku mwenyewe akaanza kushughulikia shamba lake, na pia akapata mazao mazuri, akauza sokoni akapata pesa nyingi sana zenye zilikuwa zinamtoshelezea mpaka zingine ikawa yaani zimezidi, aenda kutoa sadaka kwingine msikitini kusaidia mayatima. Na hadithi yangu ikaisha hapo. Hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba tusiwe wavivu, na pia tukifanya kazi kwa bidii tutapata natija nzuri, tutapata faida nzuri. Kama hawa wakulima wengine wenyewe wamelima vizuri kwa bidii, wakateseka lakini mwisho wa siku wakapata mazao mazuri, wakaenda wakauza, wakapata pesa.